Kupitia rasta ya kanivo unaweza kumbana mteja wako kama hivi, na akawa na tofauti kabisa. Unaweza kuongezea kwa kusuka, aidha ni mstari. Kwa mfano mimi nimesuka stitch kama hivi ambavyo unaona, lakini sio lazima kwa wewe, utaangalia urahisi wako na uwezo wa kusuka kama hivi ambavyo mimi nimesuka, alafu kaenda kumbana mteja wako au ukaweka vyovyote upande wa mbele, ili mradi tu mteja anapoondoka awe amependeza. Jeli natumia jeli ngumu ya, ya soft and free alafu nitakwenda kukata mstari wangu kama hivi. Nitaanza kusuka stichi yangu. Sawa, nakurudia tena, una uwezo wa kusuka stichi au ukabana tu bila ya kuweka chochote, lakini inategemea kama mteja ulishaikumbana kumbana, labda kakueka tu vimistari stari upande wa mbele una uwezo wa kumbadilishia style ili aweze kuona kwamba yes, nikienda kwa fulani kuna vitu vingi na vya tofauti. Kwa hiyo nitakuwa najikuta kila siku napendeza na kila siku nazidi kuwa mpya. Mimi ni Farida Othman kutoka Farida Beauty Academy, karibuni darasani kwenye kuongeza rasta. Nimetumia kitana tu kawaida, nitaongeza nywele ya mteja wangu, alafu nitasuka mara ya kwanza, mara ya pili nitakuwa na uwezo wa kuongeza nywele nyingine. Nazingatia kwamba Usiongeze rasta kabla haujaongeza nywele ya mteja wako. Tumia kitana kama hivi ambavyo unaona ibane nywele yako, suka alafu nenda kaongezee, I mean, kaongezee rasta yako sawa sawa. Kwao nitasuka nywele yangu tu haraka haraka pale, twende tukabane, twende tukabane uh, ile nywele ambayo unahitaji kwao. Rasta mimi naongezea kwa chini hivi alafu takwenda kuongeza nywele ya, ya mteja. Kwa baada ya kuongeza rasta nitaongeza nywele ya mteja kama hivi. Nikiongeza nywele nitasuka mara ya kwanza, mara ya pili nitaangalia kama kuna uhitaji wa kuongeza rasta tena, nitaongeza ndo niongeze nywele ya mteja wangu. Kwa sio lazima tuongeze stitch kwa nyuma. Tunaweza kuongeza stitch kwa kwa kuiongezea rasta kwa ndani kabisa. Hivi ambavyo unaona lakini zingatia, ongeza rasta ndiyo uende ukaongeze nywele ya mteja wako. Sawa sawa. Kwa wale ambao mnahitaji kujifunza kusuka nywele aina zote, karibuni sana chuoni kwetu. Tunapatikana Dar es Salaam Tegeta Nyuki. Tunafundisha kusuka nywele aina zote, tunafundisha kufanya makeup, kupamba maharusi, tunafundisha vitu vingi sana ambavyo vinahusiana na saloni. Namba zetu ni 0657292650. Jinsi gani kujiunga na chuo, tupigie kwenye namba ambazo unaona kwenye skrini yako. Kwa ia mba unahitaji kujifunza mafunzo ya live, tunakukaribisha unahitaji kujifunza online kama hivi, video zipo nyingi nyingi nyingi nyingi sana tumekwisha kufanya, tunaendelea kufanya zingine nyingi. Kwa hiyo wewe tenga muda wako, jifunze kama hivi ambavyo unaona sawasawa. Nitamalizia kusuka nywele yangu hii alafu nende nikabane uh, nywele ya mteja wangu sawasawa. Kwa hiyo hakikisha unaongeza nywele ya mteja kata, kwa kutumia kitana itakunyoshea vizuri. Tumeshafundishana kwa kutumia ukucha, kwa kutumia kitana, kwa kutumia ile stitch ring tumeshatumia. kwa wewe angalia urahisi wako. Mimi jukumu langu ni kukufundisha. Fanya mazoezi, tuma feedback yako kwenye magrupu yetu ya WhatsApp. Umeelewa? kwa hakikisha umesubscribe channel hii Farida Othman, utajikuta unajua vitu vingi sana kwa muda mchache. Madarasa ya live, jiulize tu, unasoma online hivi na unaelewa? Naomba nikwambie kwamba madarasa ya live ukija utajua vitu vingi vingi vingi sana. Ni yani, kile tunachofundisha hapa online yani haifikii hata theluthi ya kile ambacho tunakifanya live. tunafanya vitu vingi sana, tunafundisha vitu vingi sana Yani, ukija ndani ya wiki mbili, lazima uone kuna mabadiliko, yani lazima uhisi tayari, kichwani kuna matirio yamejaa, mengine mengine, mengi, sawa? So, okay. Haya, kwenye kusuka stichi kama hii unauzwa kutumia rasta yoyote, iwe ni glamu zanzi, iyo ni sensation, inawezekana. Mi nimesuka tu ili niende nikaanze sasa kuibana nywele ya mteja wangu, sawa? So, so, eh. Okay. Haya, kwa tundo tukamalizie mkia um, huu japokuwa hatuto hutumia sana kwa sababu mwishoni kule ni taibana kabisa, haitoonekana. Kwa hiyo una uwezo wa kuweka staili nyingi, unaweza ukatumia kama mimi nimekupa kama sample hii, lakini sasa wewe inabidi unyumbulike, angalia kitu kingine cha tofauti ambayo unaweza kukifanya hapa. Kama unahisi hakuna, basi nakuruhusu copy na kupaste. Mimi nitakufundisha kitu kingine kipya sini, sawa sawa Sawasawa, hmm. Kwenye kubana tumia jeli ambayo ni nzuri jeli. Nimependa kutumia jeli hii ngumu kwa sababu mimi inashika vizuri. Sawa, kwao nitaigawa nywele yangu alafu nitaibana hivi katikati. Una uwezo wa kufunga na uzi. Napenda kutumia uzi kwa sababu una, unashika vizuri. Unaweza kufunga na uzi. Kuna wengine wanatumia rubber band sawa pia, lakini pia ukitumia uzi itashika vizuri zaidi. Chukua nywele kidogo kidogo usifunge nywele nyingi kwa wakati mmoja, hautopata matokeo ya haraka na mazuri. usi, usi nini? usifunge usifungefunge tu ukijaza manywele hivi haitokaa vizuri. Funga nywele yako kidogo, paka jeli yako kidogo, kata nywele zingine kidogo, paka jeli kidogo kidogo, yaani ni kidogo kidogo kila hatua tu, twende kwa utaratibu ambao unaotakiwa, usilazimishishe sasa. Sawa, okay, tunaelewana Haya, kwao tutaibana kama hivi ambavyo unaona. Tutakata tena nywele yetu alafu tutakwenda kuibana kui kata tena nywele kidogo, ibane kama hivi. Jeli nilotumia nimekwambia, nimetumia jeli ngumu ile ya Soft and Free, kopo lake ni la kijani. Ndani kunakuwa kama kuna jeli nyeusi, kuna ile nyingine ambayo ni nyepesi ambayo ina inakuwa ndani kama ni ya kijani, si ndio? Hivyo nitakwenda pia nitakuonyesha hapa kwenye hii video, kwa sababu nimeitumia kwenye kuchambulia rasta zangu hizo ambazo unaziona zile za carnival. Nilitumia ile ile jelly ambayo ni nyepesi. Kwa hiyo kwenye kubana kama hivi nitatumia, natumia uzi. Sawa wapenzi wangu, okay. Haya, nitabakisha nywele kidogo, kwa sababu upande wa mbele kama uliona nywele yangu mimi nilikuwa kama nimelaza mawimbi yamelala yame, yame vizuri so. Sawa. Kwa ile vile vile mistari stari vile, niliacha nywele kidogo ya mteja. Usiache nywele nyingi. Ukiacha nywele nyingi huwezi kupata matokeo mazuri. Kwa hiyo mambo ni kidogo, kidogo. Bakiza tu kanywele chako kadogo kama mimi nilipobakiza hivi. Alafu nenda fanya ambapo mimi nitakuwa nakufundisha hapa. Kama utakuwa hujaelewa, niambie madam, sijaelewa sehemu fulani. Umeshabana nywele yako kama hivi, unataka kutuma ile feedback yako kwenye magrupu yetu ya ya WhatsApp hakikisha tayari umekwisha kusubscribe channel hii ya Farida Othman. Mafunzo yote tutayatoa kwenye YouTube. Wewe utatutumia tu ile, ule mrejesho, tuma tu ile feedback yako, fanya mazoezi. Tuma. Kuna mtu mwingine anakuambia, je, unafundisha online? Jamani, ndio ninakufundisha online hapa, ndio nakufundisha sawa. Utahitaji mafunzo ya live, njoo darasani, njoeni Tegeta Nyuki, njoeni tuwafundishe tunaposema tunafundisha tunamaanisha, upo nje ya Dar es Salaam, huna ndugu Dar es Salaam, njoo tutakupokea, utakaa hostel, tutakufundisha vizuri, na utaondoka ukiwa unajua kabisa. Tunawapenda, tunawajali na tunawathamini sana, sawa. Umeona jinsi ambavyo nalaza jeli yangu upande wa mbele, umeona. Umeona inavokaa vizuri, sindo hivyo? Sawa, sawa sawa, sasa, eh? Sasa, nitakwenda kumalizia na upande ule mwingine. Okay. Nitamalizia na upande mwingine hu alafu wa mwisho kwa siku hii ya leo. Kayo, kupitia video hii, vingi. jinsi ya kubana nywele hii umejifunza, una uwezo wa kuongezea stitch, jinsi ya kusoka stichi utakuwa umejifunza, jeli nzuri ya kutumia ataku mejifunza, uh, jinsi ya kutumia ile rust ya carnival. Kwa hiyo utakuwa umejifunza vitu vingi zaidi. Kwa mimi ni matumaini yangu kuwa utafanya mazoezi, utanitumia feedback, lakini pia kwa wale wa live ni matumaini yangu mtakuja darasani, mtakuja mjifunze na mnufaike na mafundisho yetu sawasawa sawa, eh? Tunaelewana. kwa nitailaza nywele yangu kama hivi ambavyo unaona alafu, nitakwenda kuonyesha ule ambao utakuwa ni mwonekano wa mwisho kwa siku hii ya leo. Jamani, huyu dada alipendeza sana. Natumai ukiangalia kwenye cover ya hii video umeiona, ile picha alipendeza sana na una bana simple, una uwezo wa kubana mamaids. Sawa, una mamaids una uwezo wa kuabana hii style wakapendeza kabisa. Unaenda kwenye harusi tu, simple eh. Jumapili unaenda kanisani, hujasuka, bana nywele yako vizuri, nenda kwa bwana ukiwa smart, vizuri kabisa. Kanivo ni hii ambayo unaiona ni kutoka Darling. Nywele yangu ina mawimbi vizuri, nitakwenda kuna mambo mawili, unaweza kuichambua ukabana au ukabana, alafu baadaye ukaichambua, vyote vinawezekana. sawa sawa, suka kibutu ile nywele, suka kibutu kama hivi, ili uwe na matokeo mazuri. Sawa, unaweza kuichambua chambua kutumia jeli nyepesi ya soft and free, chambua vizuri, alafu nenda kaibana nywele ya mteja wako kichwani. Umeona kama hivi nilivyofanya? sawa unaweza kutumia ikiwa na rubber band yake vile vile tu, tukaichambulia pale pale. Vyote vinawezekana, sababu nataka nibane mkia wa farasi wenyewe. Tukisemaga mkia wa farasi watu wengine wanacheka, tumishi zoe inaitwa mkia wa farasi, wengine wanasema ponytail. Kwa hiyo vyote vinawezekana, sili mradi tu tunafahamu ni inaitwaje, kwa kila mtu ataita kwa jina ambalo ana feel yupo yupo yupo comfortable. Sawa sawa, nitatumia ile ile rubber band, nitaishikizia pale vile alafu nitakwenda kuiweka nywele yangu vizuri. Ni nywele nzuri sana. Mteja anapendeza, lakini unaweza kubana hivi ukakaa zako siku mbili siku tatu ile nywele yako kaenda ukaitoa ukasukia kitu kingine. Sawa? Unaweza kusukia kwa mfano mfano notless ya chia ni, ni, ni, ni, ni lisha suka ukiangalia kwenye video ambayo inafuata hapo tayari ndikusha kusuka zile notless ya chia kwa kutumia rasta hii ya, ya ya yaiva sasa. Kwa hiyo unaweza na wewe ukatumia njia hiyo, ukazidi kuiboresha kazi yako. Koo nitavalishia nywele zangu, alafu nitazibananisha vizuri na uzi. Nilikwambia napenda kutumia uzi kwa sababu unakaza vizuri. Uzi hauna asili ya kuteleza. Sawa, tunaelewana? Okay, yes. Koo nitabana kama hivi, nitakata kama uzi wangu umezidi nitakata, kwa sababu nitakuwa sina matumizi nao tena. Kwa tuende tukachukua nywele kidogo tuizungushe pale, kwa ajili ya kupata mkia wa farasi, ponytail, ambayo ni ya mawimbi nzuri. Hiyo ukimfanyia mteja na makeup akitoka hapo, mbona sasa wewe ushakuwa bosi kabisa. Sawa. Kwa hiyo wadogo zetu wemaliza form 6 njoo darasani mjifunze Una mke wako simwache tu akawa mama wa nyumbani, mpe chansi ajifunze, msaidiane kulea watoto, msaidiane ku ku nini, kulea familia vizuri. Yes, baba unatoka unarudi, mama anatoka anarudi, wote mmeingiza kipato, unaelewana? mm -hmm. sawa sawa, haya ko, nitamalizia kama hivi, nitaibana tu vizuri, nitabana ile ile nywele yangu ya ya, nini ya ya kanivo, nimeitumia kwenye kubania hapa. Sasa kuna mambo mawili ambayo unaweza ukazingatia hapa. Una uwezo wa kubana hivi alafu kwa kutumia raste ya mawimbi, au una uwezo wa kutumia glamozanzi, au ukatumia sensation braids, au ukatumia babi XL. Vyote vinawezekana, lakini mimi nimetumia hii hapa kanivo nzuri. Mteja wangu alipendeza sana sana sana kama hivi, na ambavyo naamaba ikukumbushe, mimi ni Farida Othman kutoka Farida Beauty Academy. Kwa mafunzo bora ya urembo na ususi, tunawakaribisha sana. Mimi niseme asante na endelea kujifunza nasi, sisi kila siku tutakufundisha kitu kipya. Asante na karibuni tena.